Hello, watazamaji wa channel yenu pendwa. Leo ninaenda kujadili jambo ambalo ni muhimu sana. Watu wamekuwa wakilifanya kwa sababu za kiroho lakini leo naenda kukupa faida zake kiafya. Faida za kiroho nadhani utapewa na mashe na wachungaji. Na jambo ambalo tunaenda kulitafakari leo au kulielezea faida zake leo ni jambo la kufunga, yani kwa Kiingereza fasting. Um, Kufunga ni tabia ya kiafya na kiroho ambayo imekuwepo kwa maelfu ya miaka na tafiti za kisasa zimethibitisha kuwa na faida nyingi kiafya. A, leo tunaenda kujadili faida kumi za kufunga au fasting. E, na kila katika kila faida nitakupa mfano mmoja na maelezo ya kutosha. Faida ya kwanza ya kufunga ni kwamba kufunga husaidia kupunguza uzito. Kufunga kunasaidia mwili kutumia mafuta yaliyohifadhiwa kama chanzo cha nishati badala ya chakula. Pia kufunga husaidia kupunguza kiwango cha insulin eh, ile kemikali inayotolewa na kongosho, hali ambayo huwezesha mwili kuchoma mafuta zaidi. Kwa hiyo faida ya kwanza kama tulivyoeleza, tume, tume, awali inasaidia kupunguza uzito. Kwa hiyo kama uko kwenye programu ya kupunguza uzito basi unashauriwa moja ya mbinu ambayo unatakiwa utumie ni kufunga. Uh, mtu anayefanya fasting ya masaa kumi na sita ambayo kwa Kiingereza inaitwa intermittent fasting. Yani, e, masaa kumi na sita anaweza kupunguza uzito kwa kilo mbili hadi nne ndani ya mwezi mmoja. Kwa kama unaweza kama afya inaruhusu, unaweza ukafanya fasting ya masaa kumi na sita ambayo kwa Kiingereza inaitwa intermittent fasting ambayo tutatafuta video nyingine ya kuelezea ni nini na inafanyaje kazi, basi unaweza kupunguza kilo mbili hadi nne ndani ya mwezi mmoja. Faida ya pili ya ya kufunga ni kwamba kufunga uimarisha afya ya moyo. Kufunga upunguza viwango vya cholesterol mbaya, kwa kitaalamu inaitwa LDL, inapunguza eh, kitu inaitwa triglycerides na inapunguza presha ya damu ambavyo ni vihatarishi vikuu vya ya magonjwa ya moyo. Mtu mwenye historia ya shinikizo la damu akifanya fasting mara kwa mara kwa wiki anaweza kuona mabadiliko ya presha ndani ya wiki nne hadi sita. Haya mambo nakupa ni mambo ya ndani sana, mambo ya mambo yenye utafiti wa ndani. Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Faida ya tatu ya kufunga au fasting, ni kwamba usaidia kusawazisha kiwango cha sukari mwilini Kufunga upunguza kiwango cha insulin na kuongeza insulin sensitivity, hali inayosaidia mwili kudhibiti sukari vizuri, kwamba mwili unakuwa una uwezo wa kudili na sukari za mwilini vizuri. Mfano, mgonjwa wa kisukari wa aina ya pili au diabetes type 2 akifanya fasting ya siku mbili hadi tatu kwa wiki anaweza kupunguza kiwango cha sukari hadi, hadi, kufikia viwango vya kawaida. Kwa hiyo inakupa ichukua hii. Faida ya nne ni kwamba eh, fasting au kufunga huboresha uwezo wa seli kujirekebisha au kwa Kiingereza inaitwa autophagy. Huboresha eh, uwezo wa seli kujirekebisha. Kufunga kunaamsha, kuna mchakato wa autophagy ambao mwili huondoa seli zilizoharibika na kuzibadilisha kuwa seli, na kuzalisha eh, seli mpya ah, hii hupunguza hatari ya magonjwa kama kansa na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kufunga kunapunguza hatari ya magonjwa kama kansa na magonjwa ya moyo. E, kufanya fasting ya masaa 24 mara moja kwa wiki huchochea autophagy na kusafisha sumu mwilini. Naona hiyo, hiyo nakupa hiyo. Kwa hiyo unapofunga kiroho pia hata kimwili, mwili unafaidika. Kwa hiyo faida kama hizi ninazokupa. Faida ya, tano, ya, ya kufunga ni kwamba kufunga huboresha e, afya ya ubongo. Ubongo wako unakuwa na afya njema. E, kufunga huongeza uzalishaji wa homoni ya BDNF, yani kwa Kiingereza inaitwa brain derived neurotrophic factor, ambayo uimarisha ukuaji na ulinzi wa seli za ubongo. Pia hupunguza hatari ya magonjwa ya akili kama Alzheimer's. Eh, kwa kusoma kidogo Kiingereza kinasumbua, lakini ugonjwa ule wa kusahau sahau. Kwa hiyo kama unataka kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa kusahau sahau ukifika uzeeni huko, unashauriwa kufunga e, mara kwa mara e, mfano mwanafunzi au mfanyakazi anapofunga anaweza kupata ufanisi zaidi wa kumbukumbu na uwezo wa kufikiri vizuri, kwa sababu kufunga kunaimarisha afya ya ubongo. Faida ya sita ya kufunga ni kwamba kufunga upunguza msongo wa mawazo ya, au kwa Kiingereza stress na wasiwasi Kufunga upunguza kiwango cha homoni ya cortisol inayohusiana na stress na huongeza endorphins zinazochangia furaha na utulivu. Mtu anayefunga siku moja kwa wiki anaweza kupata usingizi mzuri na hali ya utulivu wa akili kuliko siku ambazo hufungi. E, utulivu ina inasaidia kupunguza mawazo na stress. Hiyo ni faida ya sita. Ha, faida ya saba ya kufunga nadhani tuko pamoja. Faida ya saba ya kufunga ni kwamba kufunga husaidia kuimarisha kinga ya mwili mm. E, faida kuimarisha kinga ya mwili, tafiti zinaonyesha kwamba fasting au kufunga huweza kusaidia upya wa chembechembe za kinga na kupunguza uchochezi au kwa jina nyingine inaitwa inflammation mwilini. Mtu anayefunga mara mbili kwa wiki huwa na uwezo mkubwa wa kupambana na mafua au maambukizi ya kawaida kuliko asiyefunga. Kwa hiyo nakupa hiyo, kwa hiyo kama mtu anayefungafunga funga, mwili wake una uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa eh? Na kwa, kwa maana kwamba ukifunga kinga ya mwili inaimarika na hivyo magonjwa yakupati mara kwa mara. Faida ya nane ya kufunga nadhani tuko pamoja. Faida ya nane ya kufunga ni kwamba kufunga hurekebisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula e. Kufunga urekebisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufunga kunapumzisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hivyo kusaidia kuondoa sumu mwilini na kurejesha afya ya utumbo e. Inaimarishaje mfumo wa mmeng'enyo wa chakula? kwa sababu ina Unapofunga unapumzisha mmeng'enyo wa chakula mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unapumzika, na hivyo kusaidia kuondoa sumu mwilini na kurejesha afya ya utumbo. Mtu mwenye matatizo ya tumbo kama kujaa gesi au kiungulia anaweza kupata nafuu kwa kufunga siku moja au mbili kwa wiki. Faida ya tisa ya kufunga, faida ya tisa ya kufunga ni kwamba upunguza hatari ya kupata kansa, upunguza hatari riski ya kupata kansa kufunga mara kwa mara kunaweza kupunguza uchochezi mwilini, kwa maana ya inflammation na kusaidia seli kujisafisha, autophagy. Hali inaweza kupunguza uwezekano wa kupata kansa. Kufunga mara kwa mara kunaweza kupunguza inflammation na hivyo kusababisha kupunguza hatari ya kupata nini au uwezekano wa kupata kansa na na tafiti zinaonyesha watu wanaofanya fasting, au wanaofunga mara kwa mara wana hatari ndogo ya kupata kansa ya utumbo mpana. Eh, nakupa hiyo ichukue hiyo, lakini faida ya kumi ya kumi eh, ambayo ni ya mwisho kwa leo, lakini sio ya mwisho kwa umuhimu, ni kwamba kufunga au fasting inasaidia kurefusha maisha, kwa Kiingereza inaita longevity. Kufunga mara kwa mara uchochea mchakato wa kujirekebisha kwa seli, kupunguza sumu na uchakavu wa mwili hali inayoweza kusaidia kuishi muda mrefu kwa afya njema. Kwa hiyo zile faida tulizoziona mwanzoni kule, ukizijumlisha kwa moja, zinaweza kusababisha uwe na maisha marefu, ufike uzee, uone wajukuu na vilembwe. Kwa hiyo, funga ndugu yangu, hata mara moja mara mbili kwa wiki sio mbaya. Tafiti za wanyama na binadamu zinaonyesha kwamba watu wanaofunga mara kwa mara huwa na ustawi wa maisha marefu kuliko wasiofunga. Kwa hiyo, funga inaongeza uhai. Ai, kwa hiyo ukiachana faida za ki roho kufunga pia kunaweza kupa maisha marefu. Kufunga ni tiba asilia, inaweza kufanyika bila gharama na faida zake za kiafya ni nyingi sana. Kufunga kwa njia sahihi na kwa utaratibu kunaweza kubadilisha kabisa afya ya akili na mwili. Kwa leo bwana tuishie hapo, endelea kufuatilia YouTube chaneli hii, lakini kikubwa kabisa bonyeza hiyo batani ya subscribe ili haya mambo E, bonyeza button ya subscribe na notification yako iwe, iwe on ili haya mambo mazuri mazuri yasikupite. Usis, e, paka wakati mwingine au kama una kitu unakihitaji usisahau comment mpaka wakati mwingine. Bye bye.